Watu, ndi, ndi, ndi. Ndi. Ng'ombe niliyokuambia nitakuonyesha leo ndiyo hawa hapa mjomba. Na mjomba, kazi ya kuwalea hawa ng'ombe iko mikononi mwako, hakikisha unawalea mpaka wanakuwa wakubwa, maana thamani ya ng'ombe mmoja, thamani ya kichawi ni milioni mia tano, mjomba. Kwa hiyo ulinzi na malezi ya hawa ng'ombe yako juu yako, na kuhakikisha unawatumikisha kazi za kulima mashamba yetu kama nilivyokuwa nawatumikisha mimi. Nadhani unatambua kulikuwa na wale wakubwa, sawa? Tumeshawafanyia biashara, tumewaleta tena hawa wadogo. Endelea kuwalea wakikua Unaendelea kuleta wengine sawa? Mjomba, sawa mjomba. Na leo usiku, huyu ng'ombe mdogo mdogo tutamgeuza msosi. Sawa mjomba, sawa mjomba. Kama ilivyo majukumu yetu ya kula nyama za binadamu, itakuwa zamu leo ya huyu ng'ombe mdogo mdogo kwa sababu nyama ya ng'ombe mdogo mdogo ni tamu kuliko nyama ya ng'ombe mkubwa. Je, mjomba unahitaji nyama ipi katika mwili wa huyu ng'ombe? Napenda sana nyama vidole, ukinipatia hiyo nitafurahi sana mjomba. Safi sana mjomba, basi usiku wa leo nyama ya vidole itakuwa halali yako na kutokana na ushupavu wa kazi unayoifanya na kuongeza kama nyongeza na nyama ya miguu, na nielewa mjomba? Sawa mjomba, aanyie nyie ng'ombe, aya, poteni mlipotoka. Na we ng'ombe mdogodogo, yandaye kwa ajili kuli, ya kuliwa nyama leo usiku, potea. Mjomba, naam, mjomba nadhani nimekuonyesha makao makuu yetu, umeyaona. Na wewe ndio mlinzi mkuu wa hapa, sawa sawa mjomba. Nanyua msinga juu, tuondoke mjomba. Jamani ndugu zanguni, nadhani tunafahamu nini kilichotuleta sasa. Nikanomba swala moja hivi Fanye survey hii tukajua maduka yanapatikana wapi, na vifaa labda ni kwa mfano maji, nini yanapatikana wapi sawa, ili tukafanya na survey vile vile tukajua kesho tunaanzia wapi. Ah, hilo ni jambo zuri, nabidi to, toke hapa tukaangalia maduka yako wapi, maji yanapatikana wapi, ili kwetu hiyo rahisi kujua visima viko wapi vya maji kwa ajili ya kutumia matumizi ya nyumbani hapa Ha, ili kesho asubuhi tunapoamka tuamke na kazi tu, au mnaonaje ndugu zangu? Ya ni kweli, ni vizuri tukamaliza kila kitu leo, ili kesho tunapoamka tuwe tunajua tunafanya kitu gani. Basi ha, hamna shida, naweza tukaenda. Jambo jema. Basi poa, wanyewe mtaenda, mimi napumzika tangu hapa, nafanya fanya mazingira sasa. Je, wewe uende na mimi napumzika? Basi wende yango kwenye huruma. Wewe hebu nenda huko, haina shida, usafi hapo wa nyumba kwa <laughs> kweli <laughs> basi toi mandazi hapa lionea huruma sana dunia kwa mapana yake tucheta wale walimwengu ili zikatatoa mm, kwa mafungu, yani kila mja na muda wake, tusigombane walimwengu, mm, ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha ona. Oh, unamwamini leo ha, anakuliza kesho. Mnalopanga leo ule, unakimbiza upepo. Minadiliki kusema jamani, dunia ni kichefu chefu. Meshindwa kuvumilia haya ya dunia yamezitima, najiuliza ni nani

Mjomba, wale vijana mbona anaendelea kutamba kijijini? Hujafanya chochote? Mm -mm, mm -mm, mjomba. Mambo mazuri hayahitaji haraka mjomba. Nadhani nilikwambia nitaenda kuwatazama na nimekwenda nimewaangalia wote, na nimewajua hivyo jukumu nalo lisema hatuwezi kulitekeleza kwa sababu mbele yetu tuna zoezi la kutambika, la, la, la, la kusimika mizimu baada ya kusimika mizimu mjomba, ndipo tutaanza shughuli ya kuhakikisha au vijana tunawashughulikia mmoja hadi mwingine kwa kosa walilolifanya, nanielewa mjomba. Halafu mjomba, wale vijana kwetu ni wepesi mno, hilo ondoa shaka, hatoki mtu kwenye mji wetu Yaani hawatoki wote, na hakikisha wote hatoki hata mmoja. Mjomba, ninachotaka, nataka hawa vijana wapewe adhabu kubwa sana. Nataka kila kijana, na nataka wajutie kwa nini waliingia katika hiki kijiji cha Mbigili. Mm, mm, mm, hilo mjomba, ondoa shaka, yaani adhabu watakutana nayo mpaka watajuta kwa nini wameingia kwenye mji wa watu, na wanaingia pasipokuja kupiga hodi kwetu kuwapa mamlaka ya kuishi kwenye mji wetu. Yani, hilo lazima wajutie, mpaka waje kuomba msamaha hapa tulipo. Nimekuelewa mjomba. Hivyo basi, mjomba nataka nikuagize mstuni, ukalete ile dawa inayoitwa kilanga ukome, kwa ajili yao. Baada ya kumaliza kusimika mizimu, zoezi linalofuata ni la kwao, mpaka waje waombe msamaha kwetu. Kwa nini walikuziake? Unanielewa mjomba? Ndiyo mjumbe. Basi naomba uende polini ukalete hiyo dawa. Hizi salama. Habari yako ha? Nzuri. Habari za kazi? Nzuri. Shikamoo maraba. Naona unaendelea kumwagilia mwagilia. Ah, na namwagia mwagia tumu babangu, mazao yenyewe hayaeleweki, hamna mazao siaya. Yapo yamependeza kabisa we baba wewe, acha hayo maneno. Hivyo u naweza ukafananisha shamba langu mimi na shamba lako? Angalia mazao yangu mimi, ndo kwanza vibamia venye hata havieleweki, angalia we shambani kwako kulivostawi. Uh, unajua kwenye kilimo kuna changamoto, na ardhi ya kwetu huku pasipo mbolea huwezi kupata mazao kwao. Labda inawezekana labda ulichokosea ulicho wewe kwamba baada ya kupanda hizi bamia hukuweka mbolea. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini sasa sidhani kama ni kweli. Yaani pale kwako pale, na tuseme nau ndo natumia mbolea, ndicho ninachofanya kila mwaka, naweka mbolea Aya, sawa aisa, kama utaona hili shamba linakusumbua, basi msimu ujao utakuja nikupe shamba pale kwangu ulime. Mzee wangu unaloliongea sawa, lakini acha tu mimi nipambane na shamba langu hili hili. Naomba Mwenyezi Mungu, ipo siku nitafanikiwa na mimi, maana muomba Mungu hakosi fungu lake. Nitapambana na hili shamba nitakuwa nalima kila msimu, huko mwaka tuna na tu nami nitavuna kama nyinyi wengine mnavyovuna. Basi haina shida, mi nilikuwa napita tu, kwa sababu bila kuja shambani huku mara kwa mara. Kwenye kijiji chetu kuna usumbufu wa ng'ombe, kwa hiyo ukizubaa tu umelizika nyumbani, unakuja unakuta yameliwa yote. Kwa hiyo ndio maana umekuta nimetoka shambani kwangu kule, nakuja ndio maana kukuona, nikasema ngoja nipite, nivaeje nimsalimie basi baadaye wacha mimi niende nyumbani kwanza. Haya mimi nashukuru. Haya hamna shida. Mambo yangu? Ndio dada. Yaani hapa kwa kweli kuna kitu mimi kinanichanganya sana. Mhm. Mm. Kuhusu swala la ma mashamba. Unajua mimi sielewi kila ninapofika pale shambani. Mm -hmm. Haiwezekani kila mweka mimi ninavyolima sisi ni wakukosa. Kila tunavyolima sisi ni wakukosa. Kwa nini iwe hivi? Hamna, dada, ngoja nikwambie kitu. Inaweza ikawa labda sisi kwenye shamba letu halina rutuba moja. Inatakiwa tukipanda mazao, tutie mbolea. Yaani wewe naye huna unachokijua kwa kweli. Hivi wewe kabisa, kwa ufahamu wako, shamba hili na hili, yani sisi tuwe hatuna mbolea? Kwa mzee Gambe pale kuna mbolea? Mzee Gambe kila mwaka anarudisha maloba nyumbani, kila mwaka yeye hajawahi kukosa yule mzee. Sasa hivi unasema eti mbolea? Hilo jambo mimi siliafiki kabisa. Tena nasema hivi, mwaka huu huu, muda huu, msimu wa kilimo huu, yani kama nitalima alafu nikakosa na nikijua, yule mzee ndo kuna kitu ananifanyia yule mzee atajuta kwa nini mi niliingia kwenye huu mji. Hey, hey, hey. atatoa kwa mafungu yani, kila mja na muda wake. Tusigombane walimwengu, mm. Ila binadamu tumegeuza dunia ni uwanja wa vita, ila binadamu tumegeuza dunia ni sehemu ya kutisha.